Mbona kama una wasiwasi? Umemaliza au kuna jingine? Aa babu, kuna jambo jingine ila sijui jinsi ya kukuambia. Wewe Janet, hebu acha ujinga! Tulikubalianaje? Mwacha ongee. Mm, mimi ndo nitaamua kama ni ujinga au la. Kuna mpenzi wangu wa zamani ambaye nilimwacha baada ya kukutana na huyu mume wangu mtarajiwa. Sasa nilikuwa nataka mvute anirudie yeye mwenyewe. Na huyu mwenye hili shati ni nani? Mwenye hilo shati ndio mme wangu mtarajiwa. Binti, unajua nguvu ya kuvuta mtu kwa dawa ilivyo? Hapana babu, sijui. Sasa hivyo unavyotaka kuvuta watu wawili kwa wakati mmoja, huoni kama unataka kuleta vita? Lakini mimi nilikuwa tu nataka unisaidie kama itawezekana. Ongea tu usiogope, kwani ulikuwa unataka nikusaidiaje? Nilikuwa nataka huyu mme wangu mtarajiwa umpumbazi, asione mabaya yangu na asipende kurudirudi nyumbani. Hata siku akitaka kurudi awe ananitaarifu mapema. Alafu pia nataka awe ananipa kila ninachokitaka. Uh, uh, na huyu mwingine huyo mwingine nataka anipende. Yaani nataka anipende kushinda hata huyo mke wake. <tram> Babu, inawezekana? Hakuna kinachoshindikana chini ya juu wa mjukuu wangu, lakini itabidi tufanye kila jambo kwa wakati wake. Kwanza itabidi tumvute huyo mume wako mtarajiwa aje achukue hivyo vitu, ili tumdhibiti, na baada ya hapo ndo tutahamie kwa huyu mwingine. Sawa, babu. Sasa kuna hizi dawa, utaogea wiki nzima, huku unafanya manuizi. Halafu, shika ita, utaitia mafuta na kuiwasha, kisha utaweka chini ya kitanda anacholala huyo mume wako mtarajiwa Halafu, hakikisha hiyo siku anavyorudi nyumbani unaizima kabla hajaingia ndani kulalia kitanda. Sawa sawa babu. Sasa naomba uondoke, maana nina kazi kubwa ya kufanya, na hilo shati. Utarudi hapa siku ukipata hivyo vitu. Lakini Janet, kwa nini unamfanyia hivi Mudi? Wewe kwani nimefanya kipi kibaya? Mwenzio Mudi kaoa na sasa hivi hapo yupo na mke wake huko katulia. Kama unataka mrudiane, si umtafute, umwambie kuliko kumvuta na dawa. Huoni utakuwa unavunja ndoa yake? Yaani unataka nijishishi niende nikamwombe turudiane? Hilo haliwezekani kwa kweli, maana ataona nimekosa soko na wakati mwenzie anapendwa. Kama unapendwa, si utulie na huyo anayekupenda. Batuli, hebu usijifanye ujui kinachoendelea wakati nimekwambia kila kitu. Sawa, umeniambia kila kitu lakini mimi sikuona haja ya wewe kumroga tena. Mbona unaumia kama vile wewe ndo huyo mke wake? Mimi wala siumii, lakini namuonea huruma, ndio maana nakusisitiza kumwacha kaka wa watu aendelee na maisha yake. Nitamuacha siku nikiwa nimemchoka ila kwa sasa naomba wewe uniache tu nifanye mambo yangu. Sawa, kama ndio ulivyoamua, ndo hivyo hivyo unajua, unanichanganya Matuli. Inawezekanaje Janeti anihitaji wakati ana mwanaume mwenye pesa kuliko mimi? Ukweli ndo huo. Sasa Janeti anakutaka. kwa nini hujamwambia kuwa nimeoa? Anajua kuwa umeoa, lakini anakutaka, na mimi nakushauri umkubali. Hivyo unajua, tangu nioe nimekuwa na majukumu mengi sana. Naelewa kuwa sasa hivi una majukumu mengi, lakini naomba umkubali tu. Hebu usiniingize kwenye matatizo Batuli. Kumbuka kwa sasa nina jukumu la kuridhisha wewe na mke wangu kimapenzi, lakini bado unataka kumwongeza Janet kwenye listi hivi. Hizo nguvu za kuwaridhisha nyinyi wote mimi nazipata wapi? Sikiliza Mudi, mahusiano yangu mimi na wewe tunayajua sisi wawili tu. Kwa hiyo mimi nitakaa kando kwa muda ili ubaki na mke wako na Janet, lakini utakachokipata kwa Janet tunagawana nusu kwa nusu. Unataka tugawane nusu kwa nusu wakati mimi ndo naenda kukata mauno huko usiku mzima? Sasa na mimi nitakuwa nafanya kazi ya kukupigia kampeni kwa Janeti ili upewe unachokitaka wewe. Nisikilize mimi Mudi, sasa hivi Janeti ana pesa, yaani sijui kapata kibabu gani huko, lakini pesa anayo ya kutosha na hataki kutulia. Ila nyiye wanawake, siku ya mwisho mtakuwa na moto wenu special huko motoni. Yaani badala umshauri rafiki yako atulie, unaamua kummaliza kabisa. Nimemshauri sana kuhusu wewe lakini amekataa kunisikiliza, na kwa kiburi cha pesa alicho nacho siku hizi yani hashauriki. Kwa hiyo nikaona kuliko kumwambia ukweli kwa nipo na wewe ni bora ni sapoti, ili nitengeneze mwanya wa kupiga hela, maana najua ningemwambia ukweli tungeishia tu kugombana. Kwa hiyo ndo ukaona uingie kati, uwe kiungo mchezeshaji. Nimeamua kuwa refa ili niwalinde wote wawili, msipoteze mlicho nacho. Ukute hata siku ile klabu ulimleta makusudi ili tu upate mchezo wa kuchezesha. Wallahi ile siku ilikuwa kama zali tu, wala sikujua kama utakuwepo, kwa sababu nakumbuka siku moja nyuma nilikucheki, ukaniambia mke wako ni mgonjwa. Kwa hiyo ile siku nikajua utakuwa unamuuguza mke wako, lakini nilivyofika klabu nikashangaa kukuona. Mimi uguzi ulinishinda, nikampeleka huko kwao akauguzwe. Jamani Mudi, sasa ndio ina maana gani kama unashindwa kumuuguza mke wako? Kwa kweli mimi ningemuua tu mtoto wa watu, ni bora hata ameenda kuugulia huko kwao. Shida ni nini? Kwani kale nikaja kazito, na kila siku kanapatwa na ugonjwa mpya. Sasa huu muda wa kukaa kila siku nyumbani kukaangalia, mimi sina, ndio maana nikaamua kukarudisha kwao. Lakini ni bora alivyorudi kwao, maana usingeweza kukaa nyumbani kila siku kumuhudumia. Angalau sasa hivi anapata hata muda wa kutafuta pesa na kumtumia hela za matumizi huko kwao maana angeendelea kubaki pale nyumbani ningemuua mtoto wa watu kwa njaa. Yaani singekuwa Janeti kutaka kurudiana na wewe, sasa hivi ungekuwa wa kwangu peke yangu. kipindi kiki ambacho mke wako yupo kwao, hapajaribika kitu bado. Nitakuwa naenda kwa Janeti halafu nakuja na, na kwako pia. Shida ni kwamba siku hizi mimi sipatikani kwangu, maana kwa Janeti ni kutamu hatari. Kwa hiyo ukiwa unakuja kwa Janeti utakuwa unanikuta huko. Kwa hiyo hautaumia ukiniona naishi na Janet kama wapenzi nyumbani kwake. Ukweli ni kwamba nitaumia, lakini hapa ni mjini, ukiendekeza mapenzi utakufa kwa njaa, rafiki yangu. Dah, umeongea pointi ya msingi sana. mimi na wewe tutakuwa tunakutana kishikaji mara moja moja, lakini kwa sasa inabidi tujikaze ili tupige hizo hela za Janet kwanza. Hapo nimekuelewa. Ehe, nipange sasa unajua raha ya huu mchezo ni kwamba sasa hivi Janet anakutaka mwenyewe, hivyo yuko tayari kufanya kila kitu kukuvutia. Kwa hiyo hapo, na nishauri nifanyaje? Cha msingi hapo, wewe unataka uwe mpole na msikivu kwa kipindi choche cha uvunaji wa mali za huyo mjane Janet. Haya mambo alishanielekeza mara nyingi sana, na bado usijasahau. Halafu pia anaomba uache ule ujinga wako wa kuendekeza wivu usiokuwa na kichwa wala miguu, maana ukileta tu wivu kwenye hili dili, mambo yanaharibika yaani sasa hivi unatakiwa umwonyeshe Janet kwamba kweli umekuwa mwanaume, na kitu kingine unatakiwa umwogope mume wake kama ukoma. Yaani, usisubiri hadi ukumbushwe, maana uchumaji wetu wa mali zake utaenda vizuri. kama hata shtukia chochote kinachoendelea usijali kuhusu hilo. Mimi siwezi kumwonea wivu Janet kwa sababu kashanitoka moyoni siku nyingi sana, na kwa mahubiri ulionipa kuwa tabia zangu ndo zinaharibia, kwa kweli nakuahidi sasa hivi nitajirekebisha na hili dili litafanikiwa sasa mimi nitaendelea kuwa shoga kipenzi wa Janeti ili nijue nyendo zake. Kwa hiyo, nikikwambia usifanye kitu fulani, usifanye kweli, na nikikwambia leo usiende kulala kwa Janeti, usiende kweli. Nadhani hapo utakuwa umenielewa. Nimekuelewa vizuri sana mshikaji wangu. Mambo mengine tutaendelea kuelekezana kadri siku zinavyozidi kwenda, na pia nitafanya juu chini kukulinda kwa sababu nakupenda sana. Cha muhimu tu ni wewe kunisikiliza mimi. Usijali kuhusu hilo na pia usisahau kuzidisha mautundu, maana nasikia yule mbaba wa Janet ni fundi kweli. Wacha we, ndio hivyo uhui. Nimechoka walahi. Vipi leo, wapi? Twende kwangu au unataka kulala mwenyewe kwako? Twende kwako tu.